tika imani ninakusieni, baada ya kuiusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa mtiifu kwake. Ndugu zangu katika imani, tunapaswa kutumia wakati wetu vizuri kwa lengo la kujitafutia mafanikio, na mtu mwenye kutaraji mafanikio wanaonekana juhudi yake katika mbio za kuyatafuta hayo mafanikio. Allah subhanahu wa taala ametufaradhishia funga ya Ramadhani kwa lengo la kujifunza ucha Mungu. Kupitia siamu tunajifunza takwa na Allah subhanahu wa taala ametuhakikishia kwamba pepo haipatikani bila ya takwa. kwa tilka ljannatu nurithuha min ibadina man kana takia, hiyo pepo tutawarithisha waja wetu wale watakaodhibiti kuwa na tabia ya utakui. Na katika sura ya ishirini na tatu

ulaiika humu lwarithun alladhina yarithuna lfirdausahm al fiha khalidun. Imusama katika imani. Tafsiri ya aya hizi zinatupa ufahamu wa kwamba hakuna njia ya mkato njia rahisi ya mtu kufanikiwa kwenda peponi. Ili yafanikiwe kwenda peponi, kuna vigezo vingi vinazingatiwa. Kwa hakika wamefaulu waumini wale ambao wanaposali wanasali kwa khushuu, wananyenyekea kwenye sala zao. Ikiwa tunafunga tunapaswa kujikagua kwenye amali nyingine tunazozifanya wakati tumefunga, maana huenda tukawa tunazifanya hizo amali zikapoteza vigezo vya ubora na awali zikipoteza vigezo vya ubora, maana yake juhudi yetu ya kujifunza ule uchamungu itakuwa ni kaui. Wanafaulu waumini akawa wakiswali kwenye swala zao, wanakuwa na fuswa, wananyenyekea. Amesimama mtu akiwa anajua nimesimama mbele ya nani na akazingatia, anachokisema, anachoahidi, anachoomba, anachoamrishwa, anachokatazwa. Lazima tukiingia kwenye swala tuingie na utulivu na akili zetu ziwe hape. Hiyo swala ambayo itakuwa ina vigezo vya ufaulu na ndiyo itakayomgusha mwenyewe kwenye swala hiyo akafikia kwenye mafanikio. Kigezo kingine ala ani walladhinahum anillahu moremun faulu, ni walumeni ambao mambo ya kipuuzi waneachana nayo. Sasa ikiwa tunafunga lakini wakati wetu mwingi tukamtumia kwenye mambo kama haya enjoyments, na huku tukawa tunajisabu tumefunga, thamani ya funda yetu inakuwa inaondoka, na pia tunapoteza ufanisi kwenye amali nyingine tunazozifanya, kwa sababu akili itakuwa imemili kwenye mambo ya kibuuzi, na hii sio sifa ya muumini. Anatakiwa muumini wakati wote katika nafsi yake awe anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, na awe anafanya mambo yenye kuridhisha na ajitahidi kuepukana na mambo yasiyofaa. Tukifunga halafu tukashiriki sana kuangalia labda burudani katika sinema uh au uh, tv tukatumia wakati mwingi kukaa kwenye bao, tukatumia wakati mwingi kukaa kwenye karata au vijio vya mazungumzo tu, thamani ya funga yetu inapungua kama sikutoweka kabisa. Watakaofaulu ni waumini ambao upuuzi wanaachana nao, wana concentrate kwenye maisha ya ibada na kumkumbuka Allah kwa wingi. Walladhina hum li zakati fa'ilun, waumini watakaofanikiwa ni wale ambao wanajitahidi katika machumi yao kuchuma chuma la halali, wakamiliki vilivyo halali na mali yao ikifikia migezo ya kutolewa zaka, wanakuwa wanatekeleza nguzo hizo tukiwa tunajitahidi kuchuma, lakini kila tunachokipata tukakiona kidogo, bado sijafikia kiwango tunachotaka, ukawa unahesabu nambari tu figa ya uchumi wako, hiyo inakuwa haki za kidini husitekelezi kwenye mali, ni alama ya kwamba wewe si katika waliofaulu. Maana waliofaulu wanajua majukumu yao kwenye masala ya umiliki utumiaji wa mali. Walladhina hum li furujihim hafizun, na watakaofaulu ni waumini ambao wanadhibiti matumizi ya tupu zao. Ukijisikia utupu ni haki yako na una uhuru wa kutumia upendavyo, wakati aliyekuumbia hicho kiumbo kakiumba kwa malengo maalum na wakakuwekea mipaka ya matumizi, utajiisaku unafunga lakini ukiwa na michezo hiyo, thamani ya funga yako inapotea, na so, uwezekano wawe kufaulu unakuwa unajipunguzia mwenyewe. maaa hakuna katika unaelekezo maglijali unaendekeza matamanio ya nafsi yako. Pia Allah subhanahu wa taala akatupa sifa za watu watakaofanikiwa, walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim wanaodhibiti matumizi ya tupu zao, hawazitumii ila kwaweza wao. Kama ni mume atumie kwa mkewe na mke, kama ni mke atumie kwa mumeo au mama lakata imanuhu, au kama ni mwanamume atumie utupu wake kwaiya ambapo sheria imemmilikisha kwa mkono wake wa kiume, fainahum ghairu malumin Wanaotumia katika sehemu halali vitubu zao hawana lawama, kwa sababu wamefuata utaratibu. Na yeyote anayefanya jambo lake kwa kufata utaratibu, kuambiwa kabudu. Ukifanya tofauti na utaratibu, wewe utakuwa umeasi na utastahiki adhabu na, na unapoteza ile thamani ya imani yako au thamani ya malipo kwenye ibada zako hawa akasema, kwa kutoa onya kamalimitaha wa adhalik kamulaikavumo la aduru. Mtu yoyote anayetengeneza matumizi ya utubu wake nje ya hizi taratibu zilizoruhusiwa, huyo akatengeneza uadui na chupa mipaka, kaingia maeneo ambayo hakuruhusika. Kwa hiyo mtu kuwa akafunga, lakini ana mahusiano mwanamke ambaye sio mke wake na wanayofanya yale yanayofanywa kama mke wa mume. Hata kama kampanikizo kwa mwezi huu kwanza, tusije kabwenu ni kaye kwetu mpaka ishe Ramadhani, huyo atakuwa hakufunga, kwa sababu kajitangaza kwa kusema tuhishimu Ramadhani anania ya kwamba ikiisha Ramadhani wanaendelea na mambo yao kama kawaida. Kwa hiyo kajizibia mwenyewe mlango wa kufika kwenye mafanikio mtu kama huyo, na kama ama itakuwa siku za mjamaa huyo zimeisha, akaichukua amana yake, mtu kama huyo anakufa vibaya, hata nisahau kafunga, lakini funga yake yote ilikuwa haina thamani, na akiondoka anaondoka vibaya. Kwa hiyo tutahadhari na mambo haya ndugu zangu waumini, na kama funga lengo lake ni kumfunza mtu ucha Mungu. Ucha Mungu ni kuishi maisha ya kufuata utaratibu uliopangiwa, uishi kwa namna ambayo Allah subhanahu wa Ta'ala aliyekuumba na kukuweka hapa anaridhika. Ukifanya mambo ambayo yanamuudhi, wewe unapoteza nafasi yako ya kukupeleka kwenye mafanikio. Pia hapa akasema katika sifa za watu waliofanikiwa, wallainahum liamanati wa abdihim rahau, wachamungu ni wale ambao amana zao wanapoaminiwa, mwa hala wakapewa amana au thamana au wanapofanya makubaliano ya mambo, wakati ya saini mikataba au wakaahidiana tu kikawaida kufanya mambo fulani ya heri, watu watakaofanikiwa ni wale wenye umakini katika amana au ahadi. Amana zao na ahadi zao wanazichunga na wanazitekeleza ipasavyo kwa wakati, hawa ndo watakaofanikiwa. Kama umefunga halafu ukawa sio mtu wa ahadi, ukawa mtu mlalamishi, mtu wa mizengwe, mizengwe inategemewa kwa mafunga yako, itakuwa sio sahihi na hatima yako itakuwa ni baya. La. Kwa sababu hizo si katika sifa za watu wema. Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, mwisho Allah akasema, wamefanikiwa waumini ambao sala zao wanazihifadhi. Maelezo haya ni kama kifungashio kimoja, kimeanziwa na wenye khushuu kwenye sala na ikamaliziwa au kitafungiwa kwa wenye kudumu kwenye sala tumumi kaba binga na sifa zilizotajwa hapa, Allah anasema huyu ni katika waliofanikiwa, ulaika humul warithun, hawa ndio watakaorithi, hawa ndio warithi. Alladhina yarithuna firdausa, ambao watarithi pepo ya Firdaus, ndiyo pepo ya daraja la kwanza. Hum fiha khalidun, watakaa huko milele.